Mnamchukuaje huyo jamaa? Unamuingizaje kwenye gari hivyo? Hatuelewi. Shushe jamaa hapo, mnamchukuaje huyo jamaa? Unamchukuaje? Huyo jamaa mnamchukuaje? Kuna sheria za kumkamata. Hatuelewi. Tutakuharibu sasa hivi karibu. Wewe. Unamchukuaje huyo jamaa? Shushe, shushe. Una sheria za kumkamata mtu. Shushe hapo sasa hivi. Wala usije kumwita polisi. Eh, mnamkamata Jeshi la Polisi Mkoa wa Kilimanjaro linapenda kutoa ufafanuzi wa picha mdongelo, video clip, kijami, auto, iliokuwa, gari, numbers, usagiri, ya mjongeo ilionekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikihusisha watu waliokuwa wametumia gari yenye namba za usajili T 540 EHF aina ya Toyota Noah ikidaiwa walikuwa wakijaribu kumteka kijana mmoja aitwaye Jonathan, hayo huyo ana miaka 37, mkazi wa KCMC moshi ya Moshi, Aprili 12, 2025. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo lilifanya ufuatiliaji mara mmoja na kufanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Kevin Richard Temu, huyo ana miaka 39 mkazi wa KCMC Moshi, na Samson Robert Mangere, huyo ana miaka 30 mkazi wa Soweto Moshi, wakiwa na gari namba T 540 BHF aina ya Toyota Noah inayodaiwa kuhusika katika tukio hilo. Gari hiyo inamilikiwa na kampuni ya Kesa Tours yenye ofisi zake mtaa wa Soweto Moshi mjini. Uchunguzi wa tukio hilo ulibaini kwamba tukio hilo halikuwa la utekaji, bali watumia hao walikuwa wamemwajiri Jonathan Hayo anayedaiwa kutekwa kama mtaalamu wa mifumo uh, IT wa kampuni yao, ambayo tarehe 6 Aprili 2025, alikwenda ofisini kwao mtaa Soweto, kuchukua kompyuta mpakato, kwa maana laptop ya ofisi, akieleza kuwa anataka kufanyia kazi za ofisi akiwa nyumbani kwake na angeirudisha kesho yake. Baada ya Jonathan huyo kuondoka na laptop hiyo hakuirudisha, ndipo waajiri wake walipata mashaka na walianza kumtafuta kwa siku tano bila mafanikio. Ilipofika tarehe 12 Aprili 2025, walifanikiwa kumpata akiwa baa mtaa wa Kinyopombe, ambapo walikubali kwenda kuwakabidhi kabidhi laptop hiyo na alifanya hivyo, watu hao wakitumia gari namba T 540 EHF baada ya kuipata laptop yao waliamua wampeleke polisi, ndugu Jonathan Ayo kwa hatua zaidi. Na walipofika eneo la muuni majira saa moja usiku, Jonathan Ayo alifungua mlango gari ikiwa imesimama kwenye foleni na kujaribu kukimbia, akiwa anapiga kelele za wezi zilizopelekea wananchi kuwashambulia watu hao, ambapo askari mgamba aliyekuwa eneo hilo alifanikiwa kuzuia vurugu hizo na kumfikisha Jonathan Ayo kituo cha polisi Moshi. Kulingana uchunguzi uliofanywa hadi sasa hakukuwa na mazingira au tukio la utekaji kama inavyoelezwa katika mitandao ya kijamii, bali ni mazingira yaliyotokana na Jonathan Ayo ya kujaribu kukimbia huku akipiga kelele za wezi ili kukwepa kufikishwa polisi.